karibu sana tusiache kufuatilia katika TV ya Bukelebe Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika Kesha la asubuhi leo. Ni siku juma tano, ya Jumatano, tare ya tarehe 5 mwezi wa 11 2025. elfu mbili na ishirini na tano somlezi na kichwa cha habari kinachosema hakimu wetu asiyekosea. Fungu ni kitabu cha Nyakati wa kwanza sura ya 28 na mstari wa tisa Mjue Mungu wa baba yako, ukamtumikie kwa moyo mkamilifu na kwa nia ya kumkubali, kwa kuwa Bwana hutafuta tafuta mioyo yote na kuyatambua mawazo yote ya fikra. Tuombe. Ee Baba yetu liye mbinguni, Mungu wa rehema na haki, tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na pumzi ya asubuhi hii tunakuja mbele zako tukiwa na mioyo ya shukurani kwa sababu ya upendo wako usiokoma. Asante kwa kutuwezesha kuamka salama tukiwa na nafasi nyingine ya kujifunza neno lako takatifu. Bwana, kabla tujaanza kujifunza somo letu la leo, hakimu wetu asiyekosea, tunakuomba uwepo wako utushukie. Fungua akili zetu tuweze kuelewa, fungua mioyo yetu tuweze kupokea na utusaidie kulitumia neno lako katika maisha yetu ya kila siku. Ee Mungu, tunakuletea nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako. Tunaomba rehema zako juu ya wale wote waliopoteza ndugu, jamaa na marafiki zao. Wafariji kwa Roho Mtakatifu wako, uwatiye nguvu na matumaini. Tunawaombea pia viongozi wetu katika ngazi zote, uwape hekima, uwape unyenyekevu uwape moyo wa kutumikia kwa uaminifu. Uwe nasi ewe Bwana katika kila jambo tunalofanya leo. Tuongoze kwa sauti yako, na tusikie sauti hii ikituambia, hii ndiyo njia iendeni nayo. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, Bwana na mwokozi wetu, amina. Katika ufahamu wake Bwana ni mkamilifu na hakosei anaelewa ufanyaji kazi wa akili za mwanadamu, kanuni zinazotenda kazi za wakala wa kibinadamu. Yeye ndiye aliyezianzisha, jinsi watakavyoathiriwa na kile kitakachokuja mbele yao, na jinsi watakavyotenda katika kila jaribu litakalowakabili na katika mazingira yote watakayowekwa. Kwa maana njia za Bwana zi mbele ya macho ya Bwana, na mienendo yake yote huitafakari. Mithali sura ya tano mstari wa ishirini na moja macho ya Bwana yako kila mahali. Mithali sura ya kumi na tano mstari wa tatu maana natazama hata miisho ya nchi, na kuona chini ya mbingu nzima. Ayubu sura ya ishirini na nane mstari wa ishirini na nne kwa kuwa Bwana utafutatafuta mioyo yote na kuyatambua mioyo yote ya fikra. Nyakati wa kwanza 28:9. Anajua mambo yanayotujia ya akilini mwetu kila jambo. Mungu huwahurumia masikini roho zinazojichanganya na kuyakanyaga kweli yake. Acha ngao na magugu vikuwe pamoja hadi wakati wa mavuno, huwahurumie na kuwasikitikia upofu wa akili za wale walio chini ya utawala wa Shetani, lakini jua ghadhabu na hisia zako, wala usiwahukumu. Waache mikononi mwa Mungu wale wanaotweza kweli yake. Hali na uhuru wa kuwahukumu wengine havikuwekwa kwako. Musa hakupewa ruhusa ya kutangaza hukumu kwa wana wa Israeli walioasi. Udhaifu dhahiri wa mawakala wake kama ulivyoonyeshwa na Musa utapokea thawabu yake. Watumishi wa Mungu watendelea kubeba lawama lawama za kwa wataabishaji wa Israeli, lakini hawana uhuru wa kufanya madai haya kuwa ya kweli. Usiende katika vikao vya wenye mizaha, usikae pamoja na wabezao zao. Kaa mbali na mikutano ya wale watakaokufanya kuwepo kwako kuwa fursa ya kuzungumza nawe mambo ya kudhalilisha na kuvedheesha imani yako. Usiwe na mabishano nao, hautakiwi kutofanya hivyo na wanadamu tu lakini pia na Shetani na masinagogi yake. Napolazimika kukutana nao, kumbuka maneno ya Mokozi, angalieni mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu. Bwana nawapasa kuwa tegemeo lako, atakuvika vazi takatifu na Roho wake Mtakatifu ataishawishi akili na moyo wako, ili ishawishiwe na sauti ya mbwa mwitu. Hatupasi kusahau kamwe kwa tunamwakilisha Kristo. Tusitumie silaha za kimwili wakati watu wasioamini na waliopotoka wanapokuja kati yetu. Maneno yasiyo mema au yasiyo na staha, kujihami au kushambulia, yasitoke vinywani mwenu wala kuonekana katika maandishi yenu. Na huko ndiko kushinda kuushindako ulimwengu, hii imani yetu. Yohana wa wa kwanza sura ya tano mstari wa nne na barua ya Ellen G. White katika barua ya tarehe 18 mwaka 1895. Tuombe. Baba yetu uliye mbinguni, tunakushukuru kwa kutuongoza kupitia somo la asubuhi hii. Tumekumbushwa kuwa wewe ndiwe hakimu, hakimu usiyekosea, ujue mawazo yetu na nia za mioyo yetu. Tunakuomba utusaidie kuwacha hukumu mikononi mwako na kutenda kwa upendo, rehema na unyenyekevu. Ee Mungu, tupe moyo wa kutegemea ya haki yako, si akili zetu. Tuweke mbali na maneno yasiyo na staha. Tuweke mbali na chuki. Tuweke mbali na mabishano yasiyo na faida. Tuweke katika njia ya amani na imani, tukimwakilisha Kristo kwa maneno na matendo yetu. Tunapokamilisha kesha hili la asubuhi, tubariki kwa baraka zako za asubuhi. Utembee nasi popote tunapokwenda. Na neno lako liendelee kuwa taa ya miguu yetu. Tunaomba haya yote kwa jina la Yesu Kristo, aliye Bwana Mwokozi wa maisha yetu. Amina.